Mabinti hao ni miongoni mwa yatima mia tatu wanaolelewa wana na kusomeshwa na taasisi hiyo katika shule ya msingi Arafa ambayo ni shule maalumu iliyoanzishwa kwa lengo la kutoa elimu kwa watoto yatima. Kituo chetu cha Arafa ni miongoni mwa matawi ya taasisi ya Direct Aid Society nchini Tanzania, na mwaka huu alhamdulillahi, mayatima tisini na tatu wa Singida hapa wamehitimu darasa la, la saba na mipango ya kuwalea hawa watoto ni kuwaendeleza kielimu, kuwaendeleza kimaadili, kusoma mpaka chuo kikuu mpaka ngazi za juu za elimu. Shekhe wa wilaya ya Singida mjini, Shekhe Isa Simba akizungumza kwa niaba ya ofisi ya BAKWATA manispaa ya Singida, amepongeza jitihada za taasisi hiyo akisisitiza umuhimu wa elimu inayoendana sambamba na maadili mema. Ni kupongezeni kwanza kwa harakati nzuri Leo dunia inalia na maadili, serikali inalia na maadili, lakini mkuu wetu wa dini, mufti, analia na maadili. Ninachotaka niwakumbushe wenzangu ili tupate halakati za Qurani ni kuviimarisha vituo vyetu hivi kwenye taasisi zetu hizi, watoto wetu wa Kiislamu waende kwenye vituo vyao ili wapate maadili yao mema. Kwa hiyo naomba niwasihi wazazi, hasa hasa wazazi wangu wa Singida. Jamani, jamani, jamani, jamani, jamani, jamani, kwa wale ambao wanafikiria kwamba hawa watoto wamemaliza shule, sisi tunasema hapana, wamehitimu masomo ya primary, masomo ya msingi. Nataka wote tuwakute wapo sekondari, na nitafuatilia, yaani nitafuatilia kabisa kwa nguvu zangu zote kuhakikisha hao watoto wanasoma sekondari, wanamaliza elimu ya sekondari, wanahitimu mwisho wa siku nataka tupate wataalamu kutoka miongoni mwao. Naye mdhibiti ubora wa elimu manispaa ya Singida Sefu Mzirai amesema shule ya Arafa imekuwa mfano wa kuigwa kutokana na ubora wa taaluma na malezi ya wanafunzi wake. Uh, shule ya Arafa kwa kweli ni shule ya seminari ya Kiislamu ambayo kwa kweli inawajenga watoto katika maadili ya Kiislamu. Kwa hiyo watoto hawa nao mm, wana kwa hofu ile ya Mungu, basi wanasoma vizuri na unaona matokeo yao wanapata A na B tu. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa shule nzuri na napenda wazazi wengine waje kujifunza katika shule ya Arafa Eng semin, Islamic semin, semin, Seminary. Na ni waase wanafunzi walio maliza la saba, maadili waliopata Arafa wasiende kuyapoteza. Wa, ni mzazi wa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, napenda na kutoa shukurani zangu kwa uongozi wa Arafa. Mmetutendea mema, Mungu awasaidie. Nafurahi sana kuhitimu darasa la saba katika shule ya Arafa. Nafurahi sana kulelewa katika malezi bora ya Arafa na mpaka hapa, nawashukuru sana kwa malezi yao bora, wamenilea vizuri alhamdulillah. Inawatakia kila la heri kwa kwa Mwenyezi Mungu. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida. Ramadhan Idilimu wa Mhasin TV.